Kuliombea taifa ni katika mafunzo ya Uislamu. Huenda wako watu ambao ni wavivu wa kufikiri, wanaweza kusema kama walivyotangulia mashekhe kusema kwamba sisi hapa tulipo ni machawa na tunachokifanya siyo jambo sahihi. Sasa mimi leo nataka niwaambie swala zima la kuliombea taifa lako kuiombea nchi yako ni jambo ambalo limethibiti kutoka katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad

na ni baba wa imani Nabi Ibrahim alayhi salam, aliliombea taifa lake na kuiombea nchi yake. Tena kwa mujibu wa Quran amefanya dua maalumu kwa mji wake, nchi yake, na taifa lake mara mbili. twende katika sura ya pili Al-Baqara aya nambari mia moja na ishirini na sita. Tusikilize Allah anavyotuambia namna Nabi Ibrahim alaihi ssalam alivyokuwa ni mzalendo, alivyoiombea nchi yake taifa lake na mji wake kwa ujumla. Allah anasema